Okay. Uh, tunakutana hapa leo tena kuzungumza mahusiano. Ninajua uh, mlio wengi mmekuwa mkifuatilia video zangu ambazo nimefanya kifeka mara nyingi kwenye mtandao hapa kwa lengo la kujifunza, lakini pia na, ku, uh, na kupata mawili matatu kuhusiana na swala hili la mahusiano, na leo nimekuja na mada nzuri sana ambayo tuna tutakuwa tukiangalia hapa kuhusiana na swala hili la mahusiano, na leo nataka tu nizungumze kidogo kuhusiana na uh, kwa nini uh, mahusiano mengi yanavunjika siku hizi. Siku hizi kumekuwa na changamoto kubwa kwamba watu wengi wanaanzisha mahusiano, lakini baada ya muda fulani mahusiano yanavunjika, na watu wengine imefika hatua kwamba wanaogopa hata kuingia kwenye, kwenye mahusiano kwa sababu um, wanaona watu wengi wanapojaribu kuingia kwenye, kwenye mahusiano au kuanzisha mahusiano baada ya muda fulani yale mahusiano yanavunjika, kwa hiyo inapelekea watu wengine wanaogopa wanasema, no mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano kwa sababu mahusiano ya mtu fulani yaliyokuwa mazuri na kuvutia yamevunjika. Ziko sababu nyingi sana ambazo zinaweza kupelekea watu wengi wanapoingia kwenye mahusiano, mahusiano yanavunjika, lakini leo nitagusia tu mambo kama matatu hivi ambayo mimi nimejiridhisha kwamba haya yanachangia sana katika kufanya mahusiano ya watu yaweze kuvunjika. Uh, kabla sijazungumzia mambo haya matatu, nataka niku, nidokeze kidogo kwamba hivi karibuni mimi nimekutana na mtu mbaye alinishirikisha kuhusiana na mahusiano yake jinsi yalivyokuwa, lakini baadaye yale mahusiano yakavunjika. Na wakati mahusiano yake yanavunjika, yule mwanamke alikuwa mjamzito, ambaye ha, hakujua kwamba itakuwaje wakati anajifungua na um, nini kilitokea mpaka yeye kujifungua ni siri kubwa sana ambao leo nisizungumzie lakini hii ilinithibitishia kwamba kweli kuna watu ambao mahusiano yao yanapovunjika wanaumia sana, na kuna wengine mahusiano yao yanapovunjika wanaendelea kuwa vizuri, mambo yao yanazidi kwenda, ingawa swala so, la watu kuachana halijawahi kuwa jepesi wala halijawahi kuwa jambo la kuzoeleka. Sasa, kwa nini mahusiano ya watu wengi siku hizi yanavunjika? Jambo la kwanza ambalo mimi nimeligundua ni kama chanzo na sababu kubwa ya mahusiano ya watu wengi sana kuvunjika siku hizi ni swala zima la tamaa. Uh, siku hizi kumekuwa na tamaa ya mali kwa kiwango kikubwa sana. Watu wengi wamekuwa na tamaa ya mali uh, kwamba mtu anaingia kwenye mahusiano akiwa na matarajio kwamba baada ya muda fulani mimi nitapata kitu fulani au nitaachivu moja mbili tatu kwa hiyo mtu anaingia kwenye mahusiano na mwenzake, lakini mtazamo wake na mentality yake si kwenda kujenga familia au kwenda kujenga mahusiano bora, lakini mtazamo wake ni kwamba baada ya hapa shida ya ya, ya, ya kodi ya nyumba naenda kuachana nayo, shida ya namna ya kupata mavazi aenda kuachana nayo na vitu vingi vingi vingi vinavyofanana na hivyo, mtu anaingia navyo kwenye mahusiano. Sasa anapoingia kwenye mahusiano na kujikuta kwamba changamoto alizokuwa nazo kabla ajaingia kwenye mahusiano zimeendelea kuwepo na wakati mwingine kuongezeka zaidi, mtu anaanza kuona kwamba no, there is no need, kwamba hakuna sababu ya mimi kuendelea kukaa kwenye mahusiano haya, badala yake mimi niondoke kwenye mahusiano haya, nitafute maisha mengine eh? Au nitafute mtu mwingine anaweza kunisaidia kukidhi yale matarajio ambayo nimekuwa nayo. Kwa hiyo swala la tamaa ya mali ni moja kati ya sababu kubwa ambayo nimegundua kwamba inapelekea baadhi ya watu wanapoingia kwenye mahusiano mahusiano yale mahusiano yao yanavunjika. Lakini jambo la pili ambalo mimi nimeligundua ni swala zima la watu kutokuaminiana, eh, kwamba watu wanakuwa kwenye mahusiano wakati mwingine ni uchumba kuelekea kwenye, kwenye ndoa Uh, au ni ndoa kabisa, watu wamefunga ndoa lakini hawaaminiane. Sasa kitu kimoja ambacho ni, ni very clear, hata maandiko yanasema kwamba watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana, watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Kwa hiyo ili kwamba watu waweze kujenga mahusiano bora ni lazima waweze kuaminiana, eh, kila mtu amwamini mwenzake. Uh, hapo ndipo watu wanaweza wakajenga mahusiano kwa sababu usipovuka mpaka wa kumwamini mwenzako, tafsiri yake ni kwamba utajiweka kwenye kifungo na yule mwenzako utamweka kwenye kifungo. Kwa hiyo mnakuwa mnahusiana, lakini mnakuwa mna, ni watu ambao mnachundana sana. Hii imepelekea baadhi ya watu kusema mimi, so, no, siwezi kumchunga mtu, mimi siwezi kuchungwa kwa mtu, anaamua kukaa pembeni aendelee na yale mahusiano. Kwa jambo la pili ambalo linapelekea watu, baadhi ya watu, ni kwenye mahusiano lakini yale mahusiano yanavunjika ni swala zima la watu kuto kwamiana. Jambo la tatu ambalo ni la mwisho kwa leo ni hali ngumu ya maisha. This is it is another problem. Eh, hii ni sababu nyingine au changamoto nyingine au tatizo lingine linalopelekea mahusiano ya watu kuvunjika. Uh, swala zima la ngumu ya maisha <laughs> uh, ni kweli kwamba siku hizi vitu vingi vinabadilika hali, eh, za kiuchumi zinabadilika na vitu vingi vinabadilika. Sasa hiyo imeathiri baadhi ya mahusiano. Kwa nini? Kwasa, kwa sababu kwamba watu walikuwa kwenye mahusiano na wamekaa kwenye mahusiano wakati mambo yalikuwa vizuri, kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika kilikuwa kinapatikana, lakini ikafika hatua ambayo sasa vile vitu muhimu ambavyo vilikuwa vinapatikana sasa havipatikani, matokeo yake sasa ni matokeo yake watu wengine wanakata tamaa. Unajua, baadhi ya watu ni wepesi sana kukata tamaa. Kwa hiyo mtu baada ya kuona kwamba vitu ambavyo vilikuwa vinapatikana awali sasa havipatikani, kuna baadhi ya watu ambao wamejiondoa kwenye mahusiano. Kwa hiyo, swala la ugumu wa maisha na changamoto za kimaisha ni jambo lingine ambalo limepelekea baadhi ya watu ambao walikuwa wakipendana kwenye mahusiano, mahusiano yanavunjika na, na ni sababu, hii ni sababu nyingine ambayo imepelekea siku hizi kuona kwamba watu wengi wanaanza mahusiano lakini yale mahusiano yanavunjika, wanaanza mahusiano ya mahusiano yanavunjika, ndoa zinavunjika na vitu kama hivyo, kwa sababu ya ugumu wa maisha aa. Nataka nimalizie kwa kusema kwamba aa, changamoto hizi zote zinavumilika, eh, unaweza kuvumilia. Kwa mfano suala la ugumu wa maisha, unaweza kuvumilia. Kwa nini uondoke kwenye mahusiano, kwa sababu kwa sababu ya ugumu wa maisha? Kwa sababu unapopitia maisha magumu sio mwisho wa maisha yako. Leo unaweza kupitia kwenye maisha magumu, lakini kesho ukawa na uwezo wa kuishi maisha mengine mazuri kabisa. Kwa hiyo jambo uh, hili ukweli ni kwamba badala ya nikufanye uondoke kwenye mahusiano, lakini jambo hili likusaidie kuweza kupambana zaidi, ili kwamba uweze kutengeneza maisha yaliyokuwa bora na kesho yenu uweze kuwa kesho yenye matumaini zaidi. Asante sana kwa kuangalia kipindi hiki, nikombe sana kama bado hujajiunga na chaneli kwa kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kuendelea kuwa karibu, lakini pia uweze kupata updates kila wakati ambapo ninaweka uh, masomo mapya kwenye chaneli hii.